Kinara wa chama cha Peoples Liberty Party Martha Karua amefichua kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu yatatafuta haki kwa wanaharakati Boniface Mwangi na Agadha Atuhaire kutoka nchini Uganda katika mahakama ya haki ya jumuiya ya Afrika mashariki na ile ya kutetea haki za binadamu barani Afrika kufuatia dhuluma zilizotekelezwa dhidi ya wa wawili hao nchini Tanzania. Aidha ametoa wito wa muungano wa Afrika pia kubuni tume ya kuchunguza uh, swala hilo. Bila shaka, mtazamaji, taarifa hiyo tulikuwa tumeshaipata uh, tulipokuwa tukianza taarifa hizi. Hivyo basi, tuelekee kwenye taarifa nyingine ambapo kinara wa chama cha peoples... uh, kunradhi mtazamaji. Uh, gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani huenda akalazimika kutozwa shilingi milioni mbili baada ya kugunduliwa kutoa malipo yasiyo halali ya baraza la magavana ili kugharamia kongamano la ugatuzi la mwaka 2023 ambalo liliandaliwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Mtazamaji, tazama taarifa hiyo. Mjadala kuhusu magavana kutoa zabuni zisizo halali umeibuka tena katika kikao bungeni 350

Serikali ya kaunti hiyo ilitoa mchango wa shilingi milioni nne kwa jumla kwa mwaka wa kifedha wa 2023, mwaka 2024 kwa ajili ya hafla ya kongamano la ugatuzi.

Kamati inayoongozwa na Moses Kajwang ilipendekeza tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kufuatilia malipo yasiyo halali yaliyolipwa baraza hilo katika kipindi cha siku 60 baada ya kupokea ripoti yao. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gadhungu amependekezwa kusitishwa kwa malipo yasiyo halali kwa baraza hilo, na gavana yeyote anayekiuka mapendekezo hayo atachukuliwa hatua za kisheria. Aidha, gavana huyo alikuwa na wakati mgumu kueleza sababu ya kuhitaji shilingi milioni 350 za ujenzi wa makazi yake A

million? Mradi huo uliokadiriwa kugharamia shilingi milioni 149 hapo awali ulikuwa umepita kiwango kilichopendekezwa na tume ya SRC kwa shilingi milioni 45.